Mzara, mambo vipi? Ah, mambo mazuri. Nzima kabisa. Wa afya kabisa. Shaka kwako nzuri. Poa. Ongereni kwa safari mmefika salama. Kikubwa ni hicho lakini poleni pia kwa matokeo ya mlioyapata ugenini. Ah, tushapoa. Malengo hayakuwa ni hayo, lakini kwenye mpira chochote utokea. Mm, mpira tuliumiliki sisi. Dakika 15 tulikuwa nyuma ya mchezo baada ya wale kupata goli, baada ya pale mpaka mpira unaisha tulikuwa tunacheza sisi, lakini tulishindwa kupenya kwenye ngome yao. Nadhani labda kwa ufinyu wa kiwanja na wale walijazana pale kati pamoja. Nafasi tumepata tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo naamini kwamba tisini zao zimekwisha kwenye uwanja wao pale, lakini nasi tunawakaribisha kwenye uwanja tanuri la moto, Benjamin William Mkapa, uwanja ambayo unafanya kila kitu kwa klabu ya Simba. Sisi ndo tunauweza ule uwanja kuchezea, kwa hiyo tunawakaribisha. Naamini kipigo tutakachowapiga watajua kwamba hii kweli kwa Mkapa, hapa Tanzania. E. Um, kumekuwa na notion kwamba Waarabu ni timu fulani hivi ambazo zinakuwaga ni ngumu hasa ikiwa kwao. Na sasa wanakuja nyumbani kama ulivyokusha kusema. Kitu gani hasa ambacho ulivyoangalia kwa dakika tisini za kwao kimekuwa hatari na kwa upande wa Simba unatakiwa kizingatie sana. Ah, kwa kwao kiukweli ile timu tuliocheza nayo ukiangalia uhatari hakuna tuliwazidi kila kitu na ukiangalia kwamba wao wanaonekana underdog, sisi ni majayanti. Lakini ukija ndani ya pichi pale, ukiangalia wachezaji wetu walikuwa bora bora kwa mchezaji wa mmoja mmoja kuliko wao. Uh, walichokuja kukifanya ka watoto, kwa sababu wamefanya wamepata nafasi mbili ndo wamezitumia. Sisi tumepata nafasi zaidi ya nane, tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo ina maana kusema wale kwamba walituzidi. Unajua, inaumiza na inakatisha tamaa ukiwa unacheza na timu ambayo unakwenda wanakushambulia, we mwenyewe unaona. Mm, nimeenda kushikilia bomba, sisi tumeenda kule tukushikilia bomba, tumefunguka, tumewafata, lakini bahati ilikuwa wetu magoli benki benki tumekosa mm. Kwa hiyo wao walizopata zile nafasi mbili wameweza kuscore. Kwa hiyo ina maana wale kama kwao, tuliweza kucheza kule kwa Mkapa hapa sisi, kwa sababu kuna watu wanakujaga wanacheza kwao vizuri, alafu wakija kwa Mkapa, muulize Oroya alichochekea AS Vita eh, Platinum nani hicho kwa hiyo kwa Mkapa sie ndo tunasemaga kwamba kuna uko kukaja kuisanmiena kubuja kitari, sie pale nyumbani wakija na nguo zao wataondoka uchi. Kwa hiyo tunawakaribisha kwenye uwanja wa tanuli la moto Benjamin William Mkapa. Na mashabiki wa Simba nadhani wananisikia, tutakuwa tutaenda kuujaza ule uwanja Maja. Kwanza wanakiu mechi iliyoisha ile tulikuwa umechezwa bila wa mashabiki, kwa hiyo wanasimba wote wanakiu. Kwa hiyo tunachotakiwa kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuhakikisha tunamtoa na hii tutavuka, kwa sababu tunasema mwisho wa maji chini tope, lakini akushindai kwa tonge, basi mshinde kwa kutoweza, anaenda kufa pale Benjamin Mkapa kujisemea mpogoro wa tili wandu mlungu pakatari ogopa watu Mungu yuko mbali, aje ayaone hayo ninayoyasema yasema mwarabu mtampiga ngapi maana mnajiamini sana? Ah, tutampiga vile atakavyokuja kwa sababu naamini kwanza anajua historia ya Benjamin Mkapa, lakini pili atakuja kwa kujilinda na kwa uwanja ule, ukija kwa kujilinda ukijilinda kama alivyofanya kwake, unaweza watu wakasema tumewapulizia dawa, ile kasi ambayo itakavyokuwa inakwenda kwa sababu kwanza tunahitaji kitu umeona na tunajua, ile ndio tunakwenda kwenye mchezo wa mwisho, na tunajua kuna majirani zetu hawataki wa sie tuende, na sie tumesema hii tutavuka, kauli mbiu yetu. Kwa hiyo lazima tuvuke. Ili tuvuke, sasa wachezaji, kuanzia dakika kumi na tano za kwanza, kumi na nane, yule ahakikishe kashachezea goli mbili mpaka tatu, kumi na nane za kwanza. Mm. Mechi itachezwa Jumatano, siku ambayo kidogo ni siku ya kazi. Mashabiki, unalipi la kuambia mashabiki wenzako, licha ya kwamba ni siku ya kazi na Simba mtakuwa uwanjani? Hey, na mechi saa kumi. Mm, umesahau kulisema, yeah, hilo na tu. Na, ah, Simba sisi hatuna mambo ya kazi. Wale walokuwa na kazi wataendelea wata kufanya kazi kwa muda huo, lakini naamini watu wote watatafuta udhuru ili kuhudhuria Umeona, sisi Simba hata ichezwe Jumatatu, Jumanne, sio lazima tucheze weekend. ile ya kwa Mkapa tutaijaza tu kaa kutegemea hilo timu inayoweza klabu inayoweza kuujaza kwa Mkapa ni Simba peke yake, kaa kulitegemea hilo, tutaujaza uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa hiyo uje tu kushuhudia. una nini la kuambia mashabiki wenzako sasa kwa ufupi? niwaambie tu kina Jabu wa Miss Engineer, rais wa mashabiki Zanzibar, kina Mau Kigamboni, mzee wa bandari, wakusanyane tu familia hii, mechi iwe ya kifamilia, yaani huwezi kumwacha mtoto wako ana mapenzi na Simba alafu akananiu lakini, kuna watu watakuja wengi. Yuko ndugu yangu kaka yangu Salimu Abdallah Mahana kutoka Oman anakuja na familia yake, kwa hiyo ina maana hii inayokuwa, kuna watu wengine kutoka Mwanza, watu wengi watafika, kwa hiyo ina maana hii sisi tuna hakika yani, tunachosema lazima tutafuzu, basi tutafuzu kweli. Kwa hiyo tutajazana, sisi tutacheza pati yetu kama sisi na wachezaji wametuambia kabisa Mzaramo, tuachie sie pale kwenye pichi, nyinyi hakikisheni majukwani mmejaa. Kwa hiyo sie tutacheza pati yetu na wao watacheza pati, lakini na viongozi pia watacheza pati yao. Watani ya mwali eh, ya mwali asijui, tunawalika waje kuona. Unajua, usitake usikose kumwalika mtani, unakosaje aje? kuna tiketi pale zinakatwa, ha akatazwi mtu, sisi sio kama wao wao mechi na Mamelodi walisema, sijui mtu aje na pasipoti na nini. Wale wenye mpira wao, baada ya kusikia, alikaja rungu kutoka TFF, bwana, kuna klabu yenu imesema hivi hivi, mtu kuingia pale na TFF jezi ya Simba haitakiwi. Sisi tunasema wote waje, waje kujifunza kutoka kwetu, anayojua kucheza anayojua kupambana kwa Mkapa ni Simba peke yake. Wao walivyotoka walitoka na pointi nne, wakati sisi tunaimba nyimbo hii moja kwamba ukicheza kwa Mkapa unatakiwa upate tisa kibindoni ili uweze kufuzu. Sasa yeye kwa Mkapa kapata nne. Sasa nne utafuzu vipi? Ndo yuko hapa nyumbani sasa hivi anakata vitunguu, lakini sisi unatuona tunaendelea kunaniwa. Kwa hiyo sisi ndo tunayoijua kwa Mkapa tucheze vipi. Kwa hiyo tunawakaribisha waje kujifunza tunawakaribisha waje kuona simba anavyovuka. Tunawakaribisha siku nyingine wasiweze kutuangusha, wajue kwa mkapa inacheza vipi. Wanaojua kucheza kwa mkapa, alisema CPA Amos Makala, kama unakumbuka kwenye kikao cha chama, e, e, jaya wa kwa mkapa ni mmoja tu, simba na simba amefuzu akiongoza kundi, kampija mtu kwa mkapa mbili bila, ambayo jana wao wao wamedraw na zile timu mbili zote ziko ligi moja. Baada ya wiki mbili walikutana, yule wa kwao alichezea tatu moja mm-hmm. <laughs> kwa hiyo kwa maneno yako yote nikijumlisha mta, nani Mzaramo, nusu fainali mnayo bila wasiwasi wasi, ondoa shaka, tumbukiza imani, njoo pale vizuri. Kama una kinywaji chochote hata cha mokola, njoo nacho pale. Kama hakuna mimi nitakupa. Unakuja na mokola au maji ya masafi, unakaa unakunywa, huku unaangalia boli, na hakika utasuzika na moyo wako utasuzika na mtima wako. Baada ya mechi tutakutana nje ya uwanja pale, eh utanikuta, Mzalamu, tutakuja kurudia, bwana Mzalamu, uliniambia nini eh, alafu nakwambia bwana, hichi ndio kilichotokea. Lakini lazima ukikaa pale upate na kinywaji, unashushia wakati unamuona Elia Mpanzu kibisawala anaingia kwenye kumi na nane kila wakati tunaitakiwa kwamba ile VAR iwe inaita kila dakika kumi John Chazia huu wakati anaingia kwenye boksi basi iwe atakavopata mpira akimwambia twende nao. Si umeona Waarabu wenyewe wamenyekanyeka twende pale kwenye kitofu basi anaenda naye. Kwa hiyo VAR kama itakuwa inafanya gazi, basi itakuwa inafanya basi inaita kila wakati. Maana kule VAR ilikuwa inatumika kwa wao kwa tu sisi hakuna. Eh, kwa hiyo wala haina shida tumeshukuru. Home advantage yao imefanya kazi. Kwa hiyo na sisi tutakuwa na home advantage yetu wasije kulalamika kwa sababu VAR itaita kila wakati kutokana kwa ubora wa wachezaji wetu. Kule tu kwa hiyo huyu, huyu na uwanja wetu ule kule tofauti na kile kule. Umeona uwanja ule ni mdogo, basi kwa hiyo tuna hakika tu, siku hiyo siku ya burudani wa Tanzania wote tunawakaribisha, na wanaotaka kujifunza pia waji tutawasubiri pale kwa Mkapa.